Ni wakati wa kwenda kuungana na Ali Bakari Mufti. Sasa nyie, iko ni wache kwaa, bado mpo, nyie ni watu bingwa kabisa. Wakati hapa ndo mda wa kusema, lakini tupo hapa punde se punde. Mufti vipi? Ali Mufti akaingia. Mambo vipi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri. Alhamdulillah, sawa zilizobamba. Leo nimeona nisogee hapa, wote pamoja e, masuala uh -huh. ya utondoti Utondo. <laughs> unyo, unyo. <laughs> unyo. <laughs> basi niangazie na mimi hapa basi, vizuri kabisa, moja kwa moja tunakwenda katika kuangazia zilizobamba mitandaoni mm. E, nipo na ndugu yangu hapa Van Msumi basio, kaka anaotambulika hivyo katika mm. mitandao ya kijamii mm. hasa kula Instagram e, sijakuona kwenye mazoezi kidogo. Ah, watu wana <laughs> okay. malengo yao. Rashid Amisi ameweka malengo yake kilomita 100 kwa mwezi mwezi. Rashid Amisi mandieta. Sasa, anakuambia kabisa kama juisi ya kutokea Ujda <laughs> <laughs>

bila shaka kabisa hizi picha ulizimisi kuziona katika ukurasa. Kaka ukizangazia hizi hmm. sura tu hapa wenyewe hmm. unamwona huyu ni wa jina wangu anaitwa Saidi Chino anakaa Kimara eh. Eh. kule Mbe, Mbezi, Mbezi eh. kuna class Tony Rashid eh, yes, eh. eh. unasogea hapa Stumai Muki, Muki yes, eh. unasogea hapo Kidunda hapa eh. mwenyewe Mfaume mm. Kiduku yes, Nasibu pale, Ramadhani. Nasibu Ramadhani pale, yeah. Fadhili Majia hapo, yeah. Class mbona mmoja simwoni hapa? Inawezekana eneo lilikuwa litoshi alitoshi, yule akusema mwambieni dada yenu sawa. Inawezekana ile eneo lilikuwa litoshi, ndio. Lakini kikubwa ni kwamba uh, sura hizi bila shaka yoyote mtazamaji <laughs> Uh, wa viwanjani lakini sio tu viwanjani, mtumiaji wa kisumbuzi cha Azam TV bila mm. shaka ulizimisi kwelikweli, na nikuambie tu ya kwamba mm. walikuwa wanaendelea na shughuli zao <laughs> yeah, za, kubondia za, za, lakini yeah, wapi walikuwa wanafanya hizo shughuli, ndo hilo mm. tatizo, lakini yeah. kikubwa ni kwamba Azam TV wanakuambia nini? wanasema mm. vitasa uh, tunakiwasha upya. Nimependa hiyo hashtag ya pembeni Glavu zimerudi, zimerudi, yes. Julai elfu tano, wakati huo, mm. mm. eh, NBC Premier League kwa mm. kifupi, mm. ligi nyingi zitakuwa zimekwisha. Sasa mm. eh, sasa inakuja burudani ya vitasa, lakini mm. sasa mm. hoja ni kwamba uh, liliwekwa swali, tulikuwa tunataka tujue mm. ya kwamba bout zipi ambazo mm. eh, mtazamaji anatamani, anatamani. Mm. azione kwa maneno, kwa maneno mepesi, kwa mm. yani, Azam TV kuna watu wanaitwa matchmaker matchmaker yes, wanaopanga hizi bouts sasa, sisi mm. tunawapa watazamaji yeah, wazipange wao wazipange wao, wao. Yes, umeelewa mm. bwana mm. sasa. Huyu ni Issa Mbuzi, wengi wanamfahamu ya kwamba msemaji wa Fountain Gate, yeye akaweka ya bouts zake pale, akasema Ibrahim Klasi dhidi ya Nasibu Ramadhani pakman Pakman, yes. alafu akasema Fadhili Majia dhidi ya Juma Choki, Choki. Sawa una, <laughs> sa, unachopasa kukijua Juma eh. Choki eh. Alimpiga na Sibu Nasibu Ramadhani yes. eh. Yes. Yeah. Mm. Ni bato fulani hivi ambapo Juma Choki sasa hivi ipo Saudi Arabia. Okay. za sa. Okay. Mm. Lakini pambano la tatu akasema Haidari Mchanjo dhidi ya Saidi Mkola. Mm. Huyu uh. Hapa ni Saidi Mkola yes. Yes. Yeah. Halima Vunja Bei dhidi ya Zulfa, Zulfa macho, macho muso huyo. Alafu Shabani kaoneka dhidi ya Karimu Mandoga, hiyo hiyo ni rimechi ipabado umeingia mtubu wa vibwengo vibwengo ogo nyingi sana. Alafu bonus akaweka Jeska Mfinanga dhidi ya mm -hmm. Sara Alex Sara mm -hmm. Alex anatokea Arusha kule ilikuwa feiti yao moja walipambana Ubungo Plaza pale, akasema mimi ni fisi eh, nitaenda kumnanilia hii hii kiukweli hi azakasemahii kwa sababu nafikiri wale wana, wana, ni kabila moja ni eh, vita fulani hivi ambayo dabi moja eh, ilikuwa tamu sana ni kweli kwa tam hivyo eh, ki mm. lakini kilichonifurahisha zaidi mm. ni comment ambazo zilikuja hapo yes. Uh, safyeye uh, uh, yes, MwanaFA ambaye ni mm. naibu waziri mm. wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye mm. pia leo amezungumza pale, alikuwa anajibu swali mm. eh, la mbunge wa Makete eh, Festo Richard Sanga. Sanga yes ali ambaye alikuwa ameuliza kuhusiana mm. na utayari wa viwanja vyetu, amejibu kule akisema ya kwamba miongoni mwa viwanja ambavyo vipo tayari ni eh, pamoja na eh, Benjamin Mkapa na uwanja wa New Amaan Complex. Mm. Kwa hivyo yeye mm. ku comment hapa ni kuonesha ya kwamba kumbe hata upande wa serikali na wenyewe mm. walikuwa wanalisubiri hili jambo eh, kwa hamu sana, kwa sababu yeye ni naibu waziri mm. anatokea upande wa serikali, kwa hivyo ni jambo ambalo walikuwa wanalisubiri kwa hamu ili mahakama zifanye kazi yake, afikishe mambo yaendelea, ama sio? Bwana eh, mwingine hapa kasema kiduko dhidi ya yeyote. <laughs> Yeah. Hivi, na, na, mimi sinaweza kenda kucomment na wewe unaweza kucomment, yeah. Uh, nafikiri Said Mkola pambano wake mm. la mwisho alicheza na Said Bwanga eh, yes, yeah. Lile pambano napaswa kupatiwa rematch rematch, eh, lakini, yeah. eh, yeah. pia nadhani Tony Rashid alipambana Tony Rashid alipambana na Oscar Richard, Richard yeah. uh -huh. ah, Tony Rashid na yeah. Oscar e, Oscar Richard, sasa ngoja <tabu> kukatisha tu kwanza kwanza. <tabu> Oscar Richard, mimi huwa nanini ananivutia kitu kimoja eh, watoto wa, wa, wa, wa, knuckles. wa, wa knuckles pale mm, Mabibo huwa mm. Mm wanakuaga na mbwembwe nyingi sana haswa siku ya kupima uzito. Oscar eh, Richard ni bingwa kufanya, anaweza kakujia na mm, uniform ya shule ya msingi na <laughs> na kidumu <laughs> <laughs> <Sasa, laughs> na kidumu sasa, na unajua hichi ndio kitu ambacho mm. tulikimisi kwenye masumbwi yani, uh, yeah, kuzungumza hicho kitu yeah. Uh, na pambano lingine ambalo watu wengi wanalizungumza mm. ni pambano kati ya Mfaume Mfaume dhidi ya Idd Pialali, hiyo utaona tu kwenye comments kwa sababu Mm. Tuliamua kuchukua post, uh, twa, twa, katika hizi post tumeamua kuchukua comments kadhaa, utaona huko mbele watu wame comment pia. Acha tuone katika post nyingine, hii hii inahusiana, yes, hapa sasa, yes, huyu hapa Dogo Janja, Bwana Dogo Janja Adonga tumpe na Rashid Hamisi Kasi. Unaona, kwa hivyo ndivyo inavyokuwa kwamba Dogo Janja. Lakini kwenye Dogo Janja hapa, mm. kuna replays mm. zipo hapa katika posti inayofuata nayo utaona hapo hapa, mm. okay. Hebu tuone nani ame replay hapa? Mm. Yes, bana huyu hapa Mohamed Hussein bwana yeye anasema hili pambano <laughs> lipigwa hata tisa usiku nitaangalia hilo pambano la mm, eh, eh, tukumbuke kwamba pambano la Idi Pialali na Mfaume lilivunjika katika raundi ya kwanza si, sekunde ngapi? Eh, sekunde tu eh, kwa sababu kwa kwanza lilichelewa kuanza shughuli kwa nyingi sana katika eh, ring eh, lakini walivyoingia tu eh, uh, Pialali alisema kwamba amepigwa amepigwa kichwa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. E, wakati Mfaume anasema ile ni ngumi Nguye. Na wakataka kufanya VAR <laughs> kwamba watu turudi tuende tukaiangalie lilifanyika Arusha, mm. ya, li Wa, Arusha. Arusha pa, vitu vilikuwa vingi, vingi? Kabla tu ya pambano mm. siku ya ku, uh, kwanza kulikuwa kuna kuzungumza na vyombo vya habari tu mm. na waandishi wa habari maana, mm. mana utaratibu unakuwaga ni, uh, ni karibu siku tatu eh, za matukio, tunaanza kwanza kuzum, uh, uh, mabondia kukutana na vyombo vya habari kwa maana mm. kuzungumza na waandishi wa habari mm. Lakini baada ya hapo inakuja kupima mm. uzito kesho Am, yake ambayo ni ile face off, face off ndani mm. yake inafanyika, lakini mm. afu kesho kutu eh, tunayo siku inafuata ndio inakuwa yes. sasa mm. Mm. sasa siku ya, ku, ya, kuzungumza tu na vyombo vya habari ilikuwa jioni mm. mm. akikumbuka <laughs> <laughs> <laughs> Yungi yangu wasiwasi mabulambo yeah. <laughs> <laughs> E, na inabidi naye aanze kufanya mazoezi ya, ya nguvu kashanga eh, eh, ilikuwa ni shughuli kuwazuia awa watu kiukweli mm, mm. Ipambano lilikuwa na hisia nyingi sana, lakini sio hivyo siku ya kupima uzito mm. unaweza wukashangaa Arusha ni kama ilitekwa yani ilitekwa na vijana wa mjini kwa sababu ni Manzese na, na, na, na, na, na kingine kinachotokea yeah. Ni kwamba ni, ni kutambiana. Mabibo wanaamini kwamba timu nako, ni kwamba sisi ndio wenye ngumi. Manzese wanasema nyie hamjui yeah. yani sisi hapa yeah. ndio yeah. wenye ngumi. Kwa hiyo shughuli sasa inakuwa ni mitaa na mitaa na mitaa. Kwa hiyo ukivuka tu ile daraja ah, hapa umeamia upande wa pili yeah. kwa hivyo kiujumla ni kwamba kwanza inaonyesha namna gani mm. Eh, watu walikuwa wanasubiri vitasa mm. Na sio tu kuvisubiri vitasa mm. Kuviona kupitia kisimbuzi cha Azam TV nimekwambia, mm -hmm. ya kwamba mm -hmm. uh, vitasa vilikuwa vinaendelea mm -hmm. Lakini wengi inaonekana walikuwa hawajui kama shughuli hizo zilikuwa zinaendelea sure. Wenye shughuli, wenye, wenye shughuli <laughs> yes, tumerejea yeah. Tunafanya hivi, kwa hivyo ndivyo ilivyo, na hizo yeah. Ni baadhi tu ya comment mm -hmm. na wengi wameonekana kuto kumpinga mm -hmm. Um, nani ambaye ali, al, al, al, al, ilikuwa ni Dogo Janja. Dogo Janja wengi wame, wamejibu pale katika comment ile ya Dogo Janja kuonesha mm -hmm. ya kwamba ni jambo ambalo kweli wanalihitaji, ama pambano hilo linasubiliwa kwa hamu kwelikweli. Hayo ni kuna mtu mmoja, ni mechi meka linaambia ile mechi ni zaidi ya dabi, kwa hiyo inahitaji vitu vingi sana. <laughs> kati ya pialali ukiongea na pialali <laughs> na kocha wake, kocha Edo Oscar <laughs> Richard, kwa sababu kuna yule mwingine kama anasuasua hivi anashuka baada ya Mfaume, lakini kidogo kuna komenti moja ilitokea a, ni bora uwache shemeji ngumi. Alafu nimegundua kitu kwamba zaidi wewe kwenye Vitasa inaonekana na wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo vizuri. Nikwambia tu historia yangu moja, nilipelekwaga kwenda mazoezi ya ngumi Morogoro.

Uh, kocha mm. wa Simba Sports mm. na mchezaji ambaye atakuwa ameambatana naye mm. kuelekea katika mchezo wa kesho wa Simba Bank Federation Cup mm. ambayo atapigwa katika dimba la pale la uh, Tanzania tukwara tukwara. Lakini tumepita katika ukurasa wa Simba mm. <laughs> uh, kuangazia nini wanakisema, mm. Simba wanasema ubaya ubora utaende, uh, utaendelea Jumamosi hii. Eh, tukiwa Babati <laughs> mm -hmm. hiyo ni CRDB Bank Federation Cup. Unajua maana ya ubaya ubwela, unafahamu ubaya ubwela? kama ulisahau mtazamaji, ni kwamba uh, ubaya umerejea. ubaya ubwela, tafsiri yake ni kwamba ubaya umerejea na bila shaka umerejea, Simba ya msimu huu, unaona ya kwamba ubaya umerejea, japo Ahmed Ali aliwahi kufafanua ya kwamba kurejea Uh, kwa Mohamed Dewij uh, katika kuiongoza uh, ile bodi ya wakurugenzi kwa mwenyekiti, mm. ni sehemu ya ubaya uh, Shukrani sana uh, Ali Bakari mufti aini yes. Kwa wakati huu sasa <laughs> kama ulivyokuwa umezungumza <laughs> tuelekee uh, Babati yeah, ambapo kuna press conference inaendelea yeah, hivi sasa okay. uh, viongozi wa Simba pamoja na wachezaji uh, hasa